Ii mwanzo, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaingia katika nukta ya ya msingi hasa wa asasi wa hii, au, hii. Da, uh, ya na hiyo au jekokazi hili la lengo ya Imam Hussein lislam. Ukweli ni kwamba uh, mimi fikra <coughs> yangu hapo nasitaki kuingia ndani sana, ni kwamba um, majlis ambayo inasimamia uh, harakati hizi ningependa ichukue jukumu la kuweka nidhamu ya kuwezekana kwamba tunaweza kupata misingi ya sisi kulisimamia, kwa sababu uh, tunaelekea kwamba tukipata hisani za kuasisi uh, harakati hizi, lakini tusiwe na tegemeo la kwamba kwamba hivyo ndivyo tutakavyokwenda. Uh, kwa, kwa hali hiyo, basi ningependa kwamba jopo lililopo sasa hivi kwa mfano kama Kenya ziweze kuandaa eh, eh, namini hatua za kuambatana na richom kwa mfano watu eh, wanaotoka Mombasa, wanaotoka Nairobi, wanaotoka Nakuru, wanaotoka Western Nyanza, wapi, angalau kuwe n na, na, na, na, na, na, na, kama ofisi au joko eh, tenda kazi la kuweza kudhibiti michango ambayo labda ikifikia wakati kama huu tunaweza kusema kwamba tuna mfuko wetu ambao hata tukikosa wahisani tunaweza kujidhibiti katika hali ambayo sisi tunaendelea, na hili ni jambo ambalo tunaweza kulifanya, lakini haliwezi kufanyika mpaka tuhakikishe kwamba kwa mfano Nakuru tuna, tuna, tuna, tuna waumini katika Nakuru ambao watakuwa chini labda pengine wajitengezee jopo fulani ambalo litakuwa inaendesha michango mfuko wa alimamu Huseini hivyo hivyo, na nafikiri baada ya dauli ya mwaka uwe, lile jopo kuu litakuwa lina haki ya kuulizia kwamba labda Nakuru tumepata kiasi gani, Nyanza tumepata kiasi gani, Mombasa tumepata kiasi gani na, na nafikiri <coughs> hata tukimwambia muhisani kwamba bwana, ile harakati zetu tunaomba utu, utunge mkono sisi wenyewe tutakuwa tunaanza kuanza kujitegemea, la sivyo harakati hizi zitafika mahali ni kwamba hatutakuwa na uwezo wa kushika mchamba kwa bila hinda. Baada ya shehe, kuna mikono miwili, hiyo mikono miwili ndiyo itakuwa ya mwisho inshallah. Ile ikiwa mtu ana kitu kizito sana, anasema sikuondoka sikuwa kusema hapa ata alaikum. Kwanza nashukuru uongozi ambayo nimesimamia job ambayo <coughs> nimesimamia hii mkutano kwa siku ya ili ya pili. Mimi nilikuwa na mambo kama matatu. Jambo la <laughs> kwanza nilikuwa hii mkutano tumeshaifanya Nairobi, Mombasa, Kampala, Nakuru. Ni ombi next year, Mwenyezi Mungu atujalia to host Wester ama tuifanyie Wester. Jambo la pili, pia ilikuwa ni ombi langu kuwa nitumie hii majlis ya Imam Hussein sio tu kwa ajili ya kupea sisi mashia elimu, pia tunahitajia katika vikao kama hivi. Mfano, venye tuko hapa Nakuru, tungekuwa tumesha tumeita wale wetu ndugu zetu wa halisuna wahudhurie, majlisi, ni katika njia moja pia kupeana awareness upande wetu wa waushia, so kuliko kuwa sisi ni wale wale tu, mwaka huu, jana, mwaka kesho, leo, tuko kongamano la nane, sindio? lakini lau tungekuwa tunashirikisha wenzetu mahali tunaenda, tukiwa Nairobi tunaita wale wale wa karibu karibu wale wenye wanatuzingira pia, wasikie moja mbili, wajifunze moja mbili, wache ile kasumbe ndio wanasikia ya pembeni pembeni, wasiye kutoka sisi. Pia tunaweza kusaidia kuboost upande wa stability ya Kishia Kenya. Eh, jambo la tatu pia naungana na she, ni muhimu pia tujifunze kuchanga ama kuchangia hizi kongamano za majlisi Imam Hussein, ili iwapo kunaweza kuwa kuna ulemavu mahali, hii michango yetu inafanya nini, ina- itatusaidia ita e, nitoe tu mfano kama jana, wengine kulingana mazingira yetu tunatoka, tulihisi kana kuwa tumelala nja kwa tumefanya nini, tumelala nja mashehe

Shatamesema upande wa pili wanawake pia mnaweza toa maoni kama yapo. Kama kuongea au kuandika. Nakupa shaka. Uh, najaribu kwa mtoto. Ima muandike ama kama mtu afanye kuongea. Naam, tunashukuru sana kwa hilo na Mwenyezi Mungu pia atuwezeshe miaka zingine na zingine zijazo tuweze kufanya kufanikisha zaidi huko. Ombi langu ilikuwa ni kwamba katika kufikiri katika hii ochetu huwa inakuwa inatusaidia sisi katika swala la kuweza kutengeneza, lakini katika mazungumzo nimesikia kuna kipengele kinaitwa taathira. Kuna kipindi fulani mwalimu anakaa katika senta anakuwa hana taathira na wale walio katika ile senta. Wazo langu likaja kwamba unaweza ukapata Nakuru na walimu kama ishirini wako katika senta hii. Kama ni mapenzi yangu, ningependa kwamba ili uma fulani ama ili sehemu fulani ama ili msikiti fulani uweze kupata taatira zafautafauti, ningependelea kama jopo hili levy linaweza likawa lina uwezo kuweza kuiliza mashehe wawe wanaweza akatoka katika sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, ni yani hivokwamba shehe Nakuru anaweza kaenda ili akaenda ka kule na akatoka na karudi huku, kwa sababu kuna ile kitu ambacho tunasema kwamba kuna mtu kuzoeleka katika sehemu yake ambayo anaifanya kazi, lakini ikawa anaweza katoka kaenda sehemu nyingine, inaweza ikamtia nguvu zaidi ama kuweza kumfanya akawa na bahati zaidi katika lile jambo ambalo anafanyia, lakini ikawa mwingine atakuwa ni mwenye kukaa pale pale, inaweza ikapelekea watu waa ukumbsha t unaa kiondoka watu tu. Nimesimama kupresent vijana kwamba kuna msemo unasema wakiarabu, Ahlul Bayt adra mafihi, kwamba watu wa nyumba ndio wao wanajua yaliyomo kwenye nyumba kwa Kiswahili tukileta kwamba seriya mtungi kata. Sasa sisi kama vijana tumeona kwamba hatukatai kwamba mashehe wetu lofikia mb..., imepitia pia kwenye ujana, lakini zama zenu mlizoishi katika ujana mlikuwa na mazingira tofauti na sisi tunavyoishi sasa hivi. Kwa hivyo, ilikuwa pia sisi tunaomba nafasi, kama kuna kongamano kama hili mashehe wengi, naona pia vijana wapewe nafasi waongee wazitoe zile changamoto na challenges ambazo zinawakumba vijana kwa wakati huu, kama vile ambavyo kumepewana fursa wakina mama wakaongea, na mashallah ile darasa ilikuwa tamu sana, ingawaje hatukuwa na wakati wa kuuliza maswali, pengine tungefaidika sana, maana ilikuwa imeacha taharuki. Kwa hivyo pia sisi tunaomba hiyo chance patikane shehe kijana ambaye ataongelelea ujana na changamoto zake aweze kuwazindua watu kutokamana na usingizi walio ndani yao inshallah. Langu ni hilo. Sasa tuko tayari. Kwa taarifa tu, kama ni kuongelea masuala ya vijana hata mashaka walio hapa hapo naweza ongelea kwa sababu mambo ah, ongea wa fakia ni vitu vya baadhi, ni vitu ambavyo sisi tunaviishi kwa moja moja, nukta ya kwanza, nukta ya pili au mashaka unaoona hapo, sio watu wanafanana na umri kuna watu hapa ni watu wazima, kuna watu ni vijana. Kwa hiyo wewe, nashaka ni Mwega nadhani ana ujana zaidi kuliko wewe kwa <laughs> <laughs> taarifa tu. Kwa hiyo ima iwe nataka unisikize, ima iwe pointi yako, unataka tu kijana mdogo apewe nafasi sawa, lakini kama una mada ya kuhusiana na vijana na nini, nadhani hilo swali la kusema kwamba mada za vijana ziangaji ni vitu viwili tofauti kwa hiyo wewe unachotaka ni kijana tu ndio aje mbele ongee, ama shida yako ni mada za vijana? Ah, pengine hukunipata. Ah, yaani nilichomaanisha mimi kuna mambo wewe share au kuna kuna mambo huwezi kufanya kama wewe hapo ulipo bado ni kijana sikatai, lakini kuna mambo ukiwa kwa mazingira unaona mimi sahihi lakini mimi hapa ndipo naweza afanya, ninajua na kitu gani kilichompelekea kufanya. Kwa hivyo hata uketi hapo utajua, unajua kumbe hujui ndani, alafu <laughs> <anayuna. laughs> nyingine inasaidia nini kwamba inshaallah ni hapo ndio, yani itakuwa pia inakuza mashehe yani vijana, yani wazee wanaenda, vijana wanakuza, wanakuja pale pale han hivi, kuna wakati nazungumzia mada ya vijana, inawezekana kuna mtu hapa juu ni mzee amefanya research kukuliko wewe. Hiyo kwanza kubali, kwa kwa sababu kila kitu iko kwenye mtandao na maisha tunaishi sisi tuna <coughs> vijana pia. Kwa wale ambao ni wazee, unawaona hapa wana vijana wao ambao ni watoto wao, kwa hiyo challenges wanazopitia zote. Sheikh Salim mna umri wake anajua challenges za vijana zote, kwa sababu yeye mwenyewe analea vijana, unanielewa mpaka kwa hiyo sasa ni kwamba kuna challenge ya hajui kwa sababu vijana hao ndani ya nyumba. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, wewe kama point ni vijana waongee, ndio hiyo, nadhani ndio, eh, lengo lako kwamba kwaje kijana hapa aongee. Okay. Na hiyo kijana pia naomba utoe umri ni kwanza yapi mpaka yapi, ni tujue kijana unamzungumzia wewe anaingia katika line gani. Asante. Naam Sheikh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kipo ndio kimechabibaki dogo. Eh, wana counseling ye nika yake pale kwa ofisi ya city counselling, hata hata kufungua mambo yake yote, lakini akipata kijana mwenzake ambao ambao wako hiyo ni UN atafungua. Sasa nafikiri waomba at least hata kama hata kwa ni shehe, imeleweka shehe na imeshaiva point yake. Naam, kuna mwingine na naam upande wa pili huko. Ah, kuna mama Asalamu alaikum warahmatu <laughs> kama pake lakini ni kwenyu mashehe hapa, nikitizama naona watu ambao wamehudhuria ni kama wanatoka mikoa na sehemu aaa, sijui kama itakuwa ni busara ikiwa hii platform itatumika pia kuunganisha s si, si, si hawa tu ambao wamehudhuria, bali kuna wale ambao ni wafuasi wao ama yeah, wakutoka ile sehemu, ili pengine katika kutumia lile shika sana lasi kuhusu kuboresha, kuna neno alilisema la Kiarabu, nafikiri cm kama ni kuboresha, sio katika kuboreshaii kuboresha katika siku zijazo hivi mashia, nafikiri ni ile miaka sisi tumejua Uislamu, siku zinaenda na watu wazima, tumekuwa na familia, kunafaa tuwe na mabadiliko ambayo ni mabadiliko tu ya kisasa mabadiliko makubwa, ili siku zijazo tuwe na usemi ama sauti moja ne, e, kwa maneno mafupi, muwe na mtizamo ama, na kama mko nalo mtuonyeshe. Mu, mu, pia ni njia hizi tutatumia kuja wote pamoja a maishia, hasa nchi ya Kenya, na tuwe na tazama, ni msemaji wetu ambaye atakuwa ni miongoni mwenye awe na sauti mwenye ya kwanza eh, mara nyingi kuna msemo nafikiri Shekh Ali mzee wetu hapa, Shekh Salim na Shekh Juma wana msemo, ulianzishwa na Shekh Abdulmaji, tujibebeni na tujibebeni, tujibebeni na tukaweza kujibeba mambo mingi, alhamdulillah, tukawa twajibeba, hatubebi tena. Nimekuta kuna baadhi ya maoni ambapo mfano utasikia mashehe fanyeni hivi. Mimi kuna wakati nishazungumza na shehe Salim, nishazungumza naye mara kadhaa, na kuna baadhi ya watu pia kwa Tanzania nishazungumza nao, mfano watu wa kutoka Nyanza, mashehe mkaamua nyinyi, kama nyinyi muandae kitu cha kisawasawa kutoka mfukoni mwenu kisha mualike mashekhe muandae kongamano la wiki nzima. Watu sio kila kitu mtarajie mashekhe mwandae. Mara nyingine mfano tukatoka ziara tuende sehemu li, ewe umekwenda ni mgeni hao uliokwenda kuwatembelea pia mkono mfuko, ni wasubiri tie mkono ya mimi. Mwaka jana 2024 nilikwenda Arusha na safari zangu nilikuwa Tanzania vijana wakishia Tanzania zaidi ya mia na hamsini wameandaa kongamano, hakuna mkono wa mashehe wala hakuna mkono wa taasisi. Wakaniandika kama mgeni rasmi, siku mbili, walifanya kila kitu juu yao, mpaka holi wamekodisha. Ni holi ya Mawahabi, hawakuchukua madrasa ya jukwa hiyo i kuna uwezekano watu wenye mifano, acha niseme wazi, Sheikh Abdul Majid, Sheikh Swale, Sheikh Rehani, karibu mara kumi naambia heku, andaeni maulidi ya mazazi ya Mtume wenyewe wenyewe, muandae maulidi ya kisawasawa, iwe ni mshindo mkubwa. Wale wanafunzi waliomaliza, um jamaa Mustafa, mtuambie pia, ikiwezekana hata michango tutatoa kwa kadri ya uwezo wetu Tutakuja kwa mifuko yetu, na ikiwa kukaotena tutakaa, hatuna tutaambia hatuna. Aya, hebu nyinyi andayeni nyanza, kama kusema mwakani ifanyike, andayeni yenu, ndiyo ikimziman vizuri na kila kitu, kisha mtualike mmwambie saidi mapema ikaatajana. Kuna mmoja ametoa maoni katika mashaka, nafikiri shahabasi ni kweli, kuna baadhi ya mihadhara Sayyidi leo katika mhadhara wake amezungumzia nukta mbili na alisema kuna kumi. Mm -hmm. so, nani zile hatukuzipata toshakabasi. Mm -hmm. alivyosema. Yeah. Sasa kwa hiyo ikiwa mataka kweli tujiandae, yeah, wenyewe, usisubiri kila kitu kitoke huku, kisha pia yeah, na vijana usisubiri huku, fanyeni yenu, mtualiki kila kitu e <laughs> sisi tukai huku nima